Habari, karibuni tena katika kipindi chetu cha kila wiki kinachokuhabarisha kuhusu mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam, na kuletwa kwenu na Vertex International Securities. Pamoja nanyi leo hii ni mimi Elia Sindila. Kwa wiki inayoishia tarehe 17 Aprili 2025, mauzo katika soko la hisa la Dar es Salaam yaliongezeka kwa asilimia 45.52 kutoka shilingi bilioni 4.8 hadi shilingi bilioni saba. Kiasi cha hisa kilichouzwa kiliongezeka pia kwa asilimia 689.84 kutoka hisa milioni 2.37 hadi hisa milioni 18.75. Jumla mtaji wa soko ulipungua kwa asilimia 0.83 kutoka shilingi tilioni 19 hadi shilingi tilioni 18.9. Hii ni kutokana na kupungua kwa bei ya hisa za JHL, EABL NMG na Afri Price, ambapo GHL ilipungua bei kwa asilimia 0.24, EABL ikipungua bei kwa asilimia 5.41, NMG ikipungua bei kwa asilimia 1.85, na Afri Price ikipungua bei kwa asilimia 2.08. Mtaji wa soko la ndani uliongezeka kwa asilimia 0.01 na kwa asilimia kwa asilimia kutoka shilingi tilioni 12.98 hadi shilingi tilioni 12.984 kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za MKCB ambapo ziliongezeka kwa shilingi 40 na MBP ambazo ziliongezeka kwa shilingi 15 na Nicol ambazo ziliongezeka kwa shilingi kumi. DCB iliongoza kwa idadi kubwa hisa zilizouzwa kwa asilimia 75.76 sawa na hisa milioni 14.2 zilizouzwa kwenye kaunta ya biashara makubaliano ya kabla, ikifuatiwa na CRDB kwa asilimia 19.06 sawa na hisa milioni 3.57. DCB iliongezwa kwa mauzo ya hisa wiki hii ikirekodi shilingi bilioni 2.8, ambayo ni sawa na asilimia 40.29 ya mauzo yote, ikifuatiwa na TBL ikirekodi shilingi bilioni 1.99, ambayo ni asilimia 28.51, huku CRDB ikirekodi shilingi bilioni 1.7, ambayo ni sawa na asilimia 24.33 ya mauzo yote. Wawekezaji wa ndani wamechangia kwa asilimia 99.93, huku wawekezaji wa kigeni wakichangia kwa asilimia 0.07 tu kwenye shughuli za soko wiki hii. Katika wiki kulikuwa na miamala 139 kwenye soko la hati fungani ambapo soko lilisajili takribani shilingi bilioni 184.3115. Mnada wa dhamana za adha serikali za muda mrefu wa miaka miwili uliofanywa na benki kuu ya Tanzania tarehe 16 Aprili 2025 ulisajili zabuni sabini ambapo zabuni 36 zilifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi bilioni sabini. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mapitio ya soko Lahisa la hisa la Dar es Salaam kwa wiki inayoishia tarehe 17 Aprili 2025. Usiache kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama X, Facebook, LinkedIn, Instagram na YouTube ili kupata taarifa mbalimbali za mwenendo wa soko Lahisa la hisa la Dar es Salaam. Kwa sasa unaweza kupata huduma zetu kupitia matawi ya shirika la posta yaliyopo nchi nzima. Tumekufikia wekeza Chapchap chap. Mpaka wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Elia Sindila.